Leo tuko hapa katika mkoa wa Mbeya ambapo kampuni hii ya uh, ETDCO imeweza kukamilisha uh, mradi wa REA 3 Round 2. Wigo wa mradi huu ulikuwa ni ujenzi kwa njia za usafirishaji umeme msongo wa kilovolti 33 zaidi ya kilomita 500 katika mkoa wa Mbeya, lakini pia kulikuwa na njia za usambazaji umeme yani distribution line msongo wa kilovolti uh, 0.4 zaidi ya kilomita 429. Na pia umeweza kuunganisha jumla ya wateja eh, 7546. ETDCO uh, imeweza kukamilisha mradi huu kwa wakati, ambapo jumla ya vijiji ambavyo vimenufaika katika mradi huu wa Mbeya ni vijiji 152. Kama unavyofahamu katika mradi wa REA ya 3 raundi 2 ambayo unatekelezwa na ETDCO ya mkoa wa Mbeya wananchi mbalimbali wamenufaika na huu mradi hasa zikiwemo taasisi za serikali, shule za msingi, dispensaries, water pump. Mathalan, kuna zaidi ya shule nne za msingi zimepata huduma hii ya umeme na zaidi ya zahanati mia tatu zimepata huduma hii ya umeme katika wilaya zote tano za mkoa wa Mbeya. nimefurahi sana kupata umeme katika kijiji cha Uhambule pamoja na cha moto imetuletea manufaa makubwa. Tulikuwa tunatumia mashine ya mafuta ya kusaga na kukoboa, lakini saa hizi tumeachana nayo tena. Kwetu huku biashara zingi zipo, tunakoboa michele, tunauza yaani, vitu vingi vipo ambavyo vimetufurahisha. Madawa ya madukani tunaipata kwa sababu kuna firiji jirani, kutokana na umeme. Napenda kuipongeza serikali ya wamama Samia kwa kile ilichotufanyia juu ya umeme wa REA. Kwanza imefanya miundombinu kuenda mchaka mchaka hivyo. Pili, tunafurahishwa na miradi ya kuhusu umeme wa REA imekuwa mingi. Kwa mfano mashine tulikuwa hatuna za kukoboa na kusaga hivyo, saluni upande wa kike kiumeni, kulikuwa hakuna, lakini tumepata manufaa makubwa juu ya huu umeme kwao. Tunatoa pongezi sana kwa serikali iliyopo madarakani. ETDCO, suluhisho la miundombinu ya umeme.